Na mkuu wa wilaya ya Kyela mkoani Mbeya Dkt Teantara ameliagiza jeshi la polisi na viongozi wa vijiji vya kata ya Matema wilayani humo kuwatafuta na kuwakamata wananchi waliohusika na mauaji ya wazee wawili wanandoa wanaodaiwa kuuawa kwa madai kuwa wamesababisha ugonjwa wa kipindupindu kijijini hapo kwa njia ya ushirikina. Wanandoa hao jene Genelia Kapwela mwenye umri wa miaka sitini na tano na Rahabu Bungulu mwenye umri wa miaka sabini wote wawili wanadaiwa kuuawa na wananchi kwa madai kuwa wamekuwa chanzo cha kuleta ugonjwa wa kipindupindu, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Tuungane na usiache kwa taarifa zaidi za jeshi la polisi mkoani Mbeya kupitia kwa kamanda wa polisi wa mkoa huu Ahamedi Msangi. Geneli Kapwela na mke wake Rahabu Bungulu wanadai wa kuuliwa na kundi la wananchi kwa kukatwa na mapanga na kutenganishwa vichwa vyao na viwiliwili tukio hili pia limethibitishwa na mkuu wa wilaya ya Kiela Dr. Theantara jambo hili limetusikitisha wote kabisa kama viongozi wa wilaya swala la kipindupindu ni swala la wadudu lakini kutokana na hizo mila potofu na kwa kuangalia umri wa wale wazee wale wanakijiji na wale ambao walifanya hilo tukio, wakaona kwamba hiki kipindupindu kimeletwa kwa ajili ya kurogwa au imani za kishirikina. Lakini niseme kama mkuu wa wilaya, hatua zimechukuliwa. Eh, mkuu wa polisi, jeshi la polisi wilaya ameshafanya kazi yake, na hivi ninavyosema, watu wawili tayari wamechukuliwa na wako chini ya ulinzi, lakini bado tunawasaka baadhi ya watuhumiwa ambao tunafikiri wamehusika kwa namna moja au nyingine ili kueneza hiyo fikra potofu na mwisho kufikia kwa wale wazee ku kuuawa. Jeshi la polisi mkoani Mbeya linawashikilia Aliko Mwamtobe na Ali Solomoni Mwamtobe ambao wanadaiwa kuhusika na tukio hili la kupoteza uhai wa wanandoa, huku diwani wa kata ya Matema wilayani Kyela Isa Solomoni anaeleza tukio hili hovu. Lakini kilichotokea mauaji ni usiku kwenye saa tatu na kila mmoja hakujua kitu gani kimetokea pale, lakini mwanzo kulikuwepo na mkutano wa kitongoji kwa kuhamasisha wananchi wajitahidi kufanya usafi ili kutokomeza swala la kipindupindu. Wataalamu wa masuala ya afya wanasema chanzo cha ugonjwa wa kipindupindu ni uchafu, lakini wananchi wachache wamejenga dhana potofu na kuamini imani za kishirikina kwamba ndizo zinazosababishwa ugonjwa huu wa kipindupindu. Za watambue wananchi, swala la kipindupindu kinasababishwa na uchafu. Kwa hiyo naomba viongozi wenzangu, mimi nikiwa kama diwani, tuelimishe jamii yetu. Mila potofu tuachane nazo. Mimi ninashauri kama diwani wa kata ya Ngana kwamba tuondokane na dhana potofu juu ya kwamba kuna mtu anaweza kuleta kipindupindu kwa kutumia uchawi. Mimi kwa kusema kweli, hilo ni swala la mila potofu kusabu, kwa sababu hatuwezi kuamini kuwa kipindupindu kinaletwa na uchawi. Kipindupindu kinaletwa na uchafu. Ninachoamini ni kwamba asilimia kubwa kipindupindu kinatokana na uchafu wa mazingira. Kutoka hapa kela mkoani Mbeya, mimi inaosekeua TBC.